Kwa hiyo kimsingi hawa mabwana e, Abudi Tilisho pamoja na BM hawana vibali vya kufanya maegesho katika e, e, hifadhi ya barabara. Wamejichukulia tu hilo na sisi tuta tutayaondoa, tuta take action. Kwa mfano huyu Abudi yeye aliandika kama e, mtu binafsi kupendezesha mbele, lakini amegeuza kuwa kuwa stendi. Huyu Tilisho wala hata hatuelewi amepewa kibali na nani, wala hajawahi kuandika barua kwetu. turuhusiwi kufanya maegesho ya magari katika eneo hilo la ya barabara kiwa kurudisha hizo kebstone alizoziondoa zilipokuwa kabla ya maboresho. Eneo hilo huruhusiwi kufanya maegesho ya magari pande zote mbili, unatakiwa kufanya matengenezo ya uharibifu uliofanya ndani ya siku kumi na nne. Karibuni kwa majina, naitwa mhandis Nicholas Francis, ni meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini eh, mkoa wa Arusha. Naomba ah, niliongelee ni, ni hili la la la, la, la maegesho yanayofanywa na hizi ofisi zetu za za mabasi kwa maana kwamba kuna Abood, kuna BM Coach pamoja na Tilisho na wengine nao wanazidi kuweka kwenye hii barabara yetu ya Canal Midoton ambayo inaanzia hapa Mataya, Mataya Mianzini kushuka chini stendi. Kimsingi, wale wenye stendi hizo za mabasi au wenye vituo hivyo vya mabasi waliitikia rai ya mkuu wa mkoa wakati huo akiwa mheshimiwa Makonda kwamba watu na ofisi zao zote wapendezeshe maeneo ya mbele ya barabara ikiwa ni pamoja na kuweka hizo paving blocks, na sisi tukaitikia, tukawa e, tuka tunawapa vibali vya kupendezesha maeneo ya, ya, ya, ya mbele ya ofisi zao. Kimsingi wamekiuka maagizo ya vibali tulivyoweka, kwa maana kwamba sisi tuliwapa wapendezeshe, e, wapendezesha hayo maeneo ya ya, ya, ya ya mbele ya ofisi zao, lakini hatujawapa hatujawapa kibali cha cha kuweka stendi au maegesho katika E, maeneo hayo e, tukianza na huyu wa kwanza e, BM Coach e, tarehe ishirini na saba mwezi wa pili yeye alileta maombi ya kupendezesha hilo eneo la, la, la, la mbele ya ofisi yake e, barua yake ilikuja na ikatufikia sisi tarehe ishirini na saba hiyo, na tukamwandikia barua kwenda kutembelea eneo hilo tarehe ishirini na nane tano mwezi wa tatu na kibali hicho kilikuwa na masharti. Yafuatayo e, sharti la kwanza kazi ya uwekaji paving blocks watagharamia wao wow, e, wenye, hizo wenye hayo maeneo, hilo lilikuwa sharti namba moja. Sharti la pili, kazi hii ifanyike chini ya usimamizi wa wakala wa barabara za vijijini na mijini, yani Tarura. Hilo lilikuwa sharti la pili. Sharti la tatu, endapo wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura watataka kutumia maeneo hayo, kibali hicho kitakuwa kimekoma ile bado ni hifadhi ya barabara ambazo sisi tunaitumia tuna, tuna kwa, kwa, kwa, kwa shughuli mbalimbali ikiwepo e, ikiwepo upanuzi wa hizo barabara. Hilo ni sharti la la tatu. Sharti la nne walipewa ni muda tu wa utekelezaji, ilikuwa ni siku, siku thelathini. E, mwishoni tukaweka e, angalizo, baada ya kukamilika kupendezesha eneo hilo hauruhusiwi kufanya maegesho ya magari katika eneo hilo la hifadhi ya barabara, kwa sababu hii ni kuepuka kero pamoja na na, ajali ambazo zinaweza kusababishwa na magari kugeuza katika maeneo ambayo sio stahili. Kwa hiyo hii sharti tulimpa huyu bwana. Na tulivyoona anakiuka, tulimwandikia barua kwamba umekiuka kibali e, eh, nani umekiuka eh, mapendekezo au utekelezaji wa kibali hicho. Tulimwandikia na tukampa masharti kwamba anatakiwa kurudisha hizo kebu stone alizoziondoa zilipokuwa kabla ya maboresho ilikuwa ni sharti la kukiuka hilo eneo hilo. Namba mbili, eneo hilo huruhusiwi kufanya maegesho ya magari pande zote mbili za hiyo barabara ya kanali Midotoni. Tulimwandikia huyu bwana e, na sehemu ya tatu, kwa barua hii unatakiwa kufanya matengenezo ya uharibifu uliofanya ndani ya siku kumi na nne kuanzia tarehe ya barua hii. Pamoja na barua hii inaambatanisha kibali e, ulichopewa kwa ajili ya kupendezesha eneo la mbele ya jengo na wala sio kwa ajili ya kufanya maegesho ya mabasi e, tano mwezi wa tatu, na kibali hicho kilikuwa na masharti e, yafuatayo. Sharti ya kwanza, kazi ya uwekaji paving blocks watagaramia wao e, wenye, hizo, wenye hayo maeneo, hilo lilikuwa sharti namba moja. Sharti la pili, kazi hii ifanyike chini ya usimamizi wa wakala wa barabara za vijijini na mijini yani Tarura, hilo ilikuwa sharti la pili. Sharti la tatu, endapo wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura watataka kutumia maeneo hayo kibali hicho kitakuwa kimekoma. Maana yake ile bado ni hifadhi ya barabara ambazo sisi tunaitumia tuna, tuna kwa, kwa, kwa, kwa shughuli mbali mbalimbali ikiwepo e, ikiwepo upanuzi wa hizo barabara. Hilo ni sharti la la tatu. Sharti la nne walipewa ni muda tu wa utekelezaji ilikuwa ni siku, siku thelathini. E, mwishoni tukaweka e, angalizo baada ya kukamilika kupendezesha eneo hilo hauruhusiwi kufanya maegesho ya magari katika eneo hilo la hifadhi ya barabara kwa sababu hii ni kuepuka kero pamoja na na, ajali ambazo zinaweza kusababishwa na magari kugeuza katika maeneo ambayo sio stahili. Kwa hiyo hii sharti tulimpa huyu bwana. Na tulivyoona anakiuka kiuka, tulimwandikia barua kwamba umekiuka kibali e, nani umekiuka e, mapendekezo au utekelezaji wa kibali hicho. Tulimwandikia na tukampa masharti kwamba anatakiwa kurudisha hizo kebu stone alizoziondoa zilipokuwa kabla ya maboresho. Ilikuwa ni sharti la kukiuka hilo eneo hilo. Namba mbili, eneo hilo huruhusiwi kufanya maegesho ya magari pande zote mbili za hiyo barabara ya Canal Middleton. Tulimwandikia huyu bwana e, na sehemu ya tatu, kwa barua hii unatakiwa kufanya matengenezo ya uharibifu uliofanya ndani ya siku kumi na nne kuanzia tarehe ya barua hii, pamoja barua, na barua hii inaambatanisha kibali e, ulichopewa kwa ajili ya kupendezesha eneo la mbele ya jengo na wala sio kwa ajili ya kufanya maegesho ya mabasi e. Hii barua iliandikwa na na meneja wa, wa, wa, wa wilaya ya Arusha na kala ikaja kwangu na kwa, kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kimsingi hawa mabwana e, Abood Tilisho pamoja na BM hawana vibali vya kufanya maegesho katika e, e, hifadhi ya barabara wamejichukulia tu hilo na sisi tuta take action, tutayaondoa tuta. Kwa mfano huyu Abudi yeye aliandika kama eh, mtu binafsi kupendezesha mbele, lakini amegeuza kuwa kuwa stendi. Huyu Tilisho wala hata hatuelewi amepewa kibali na nani, wala hajawahi kuandika barua kwetu.